E Mungu wa mbinguni, muumba wa mbingu na dunia, tunakuja mbele zako leo tukiwa na mioyo ya unyenyekevu na toba, tukiinyanyua Tanzania mikononi mwako yenye nguvu. Bwana, wewe uliyemtawala wa mataifa yote, tunaomba uingilie katika nguvu zako katika nchi yetu. E Mungu, utazame Tanzania, tazama machozi ya watu wako, tazama magawanyiko, dhuluma, hofu na vurugu. Bwana, tulete amani, usalama na haki katika taifa letu tunaamini kuwa wewe ni mfalme wa amani, na pale Roho wako anapoka, hakuna chuki wala ghasia. Bwana, pepesusha upepo wako wa upatanisho kutoka kaskazini hadi kusini, kutoka mashariki hadi magharibi, juu ya kila mkoa, kila kabila na kila familia. Upendo wako uwaunganishe Watanzania wote kama taifa moja, si kwa hofu, bali kwa tumaini na imani ndani yako. Bwana Yesu, tunawaombea viongozi wetu wape hekima ya mbinguni, hofu ya Mungu na mioyo yenye huruma kwa watu wao. su ya sufisadi, dhuluma na matendo ya damu isiyo na hatia, su ya midomo inayosambaza chuki na magawanyiko. Baba, linda mipaka yetu, watoto wetu na familia zetu. Roho za vurugu, vita, umaskini na uharibifu zivunjwe katika jina kuu la Yesu Kristo. Tunatangaza kwamba Tanzania haitaharibiwa bali itaishi kusimulia matendo makuu ya Mungu. wanarutisha imani ya watu wako Amsha makanisa, washe mioyo ya waamini, ili Tanzania iwe nuru ya Afrika, ushuhuda wa nguvu za Mungu aliye hai. e Yehova, nyosha mkono wako juu ya Tanzania, ponya nchi hii, itakase, na ushushe roho wako wa amani juu ya kila mji na kijiji. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe katika Tanzania kama ilivyo mbinguni. Leo tunatangaza kwa imani, Tanzania ni ya Yesu Kristo, na hakuna silaha itakayofanyika dhidi yake itakayofanikiwa, kwa maana wewe ni kimbilio letu, ngao yetu na tumaini letu. Bariki Tanzania, Bwana, bariki watu wake, watoto wake, viongozi wake na mustakabali wake, na jina lako litukuzwe milele katika nchi hii, kwa jina kuu la Yesu Kristo, amina.